Kwa sehemu kubwa zao letu la karafuu limekuwa likipata changamoto kwamba mashamba hayatunzwi haya, haya vizuri, na sababu ya kutotunzwa vizuri mashamba ilikuwa ni kwamba mtu huna uhakika. Kuna watu wanaeka shamba zile za eka, lakini ikifika wakati wa msimu serikali inachukua kuwakodisha watu wengine, jambo ambalo wakulima wale wakawa hawayatunzi. Sasa tunasema tumeshaanza na tutaendelea, wale wote wenye mashamba yale tutawapa hati miliki, yawe yao yawe yao, wao wayatunze, wazalishe karafuu kwa wingi zaidi, na wakitangulia mbele ya haki watoto wao warithi. Hiyo ndio njia pekee ya kuwawezesha wakulima wa karafuu lakini ndio njia pekee ya kuongeza uzalishaji wa zao la karafuu katika nchi yetu. Hayo tutayafanya tumeshayaanza, na kuna hakuna wasiwasi kwamba Chama cha Mapinduzi kikiendelea kushika dola hayo yote yatatimia kwa asilimia mia moja. Ni mgombea wa rais wa Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akizungumza na wananchi wa kisiwa cha Pemba katika viwanja vya Makombeni wilaya ya Mkoani mkoa wa kusini Pemba kwenye mkutano wa kampeni kuhusu kuwakabidhi hati miliki wakulima wa zao la karafuu ili waendelee kuzalisha zao hilo. Sasa baadhi ya wananchi kisiwani humo wameelezea ya furaha yao kufuatia kauli ya Rais Dk. Mwinyi kuelezea mpango wa kuwapatia hati miliki za mashamba ya karafuu. Kauli hiyo imeibua matumaini mapya kwa wakulima ambao kwa muda mrefu walihitaji uthibitisho rasmi wa umiliki wa, wa ardhi zao. Wakizungumza na vyombo vya habari, wananchi hao wamesema hatua hiyo ya Rais Dk. Mwinyi si tu inaleta uhakika wa kumiliki mashamba yao, bali pia itawaongezea thamani ya mali na kuwapa nafasi ya kupata mikopo ya kimaendeleo na kuimarisha ustawi wa kaya zao. Aidha, wameeleza kuwa mpango huo utatoa taswira ya kuimarisha kwa sekta ya kilimo cha karafuu ambayo ndio tegemeo kuu la kiuchumi kwa familia nyingi visiwani humo. Na wamesisitiza kuwa hatimaye wakulima wataondokana na changamoto za mashaka ya umiliki na badala yake kujiendeleza kimaisha kwa kujiamini zaidi. Kauli ya Mheshimiwa Rais nimepokea vizuri, kwa sababu ni jambo jema kumilikishwa mashamba yetu asina matatizo. Hilo ni jambo jema kabisa, na tumepokea vizuri. Wengine si so siju wenzao, lakini mimi nimepokea vizuri. Kama unapomilikishwa shamba na hati miliki, basi hata ukienda kwenye mikopo ni urahisi, utapata, utapata mikopo. Hilo ni jambo zuri sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuna na kuwapongeza marais wetu kwa kutuhudumikia kwa sababu ninapokuja msimu wa karafuu kama hivi, na kwa mambo kama unavyoona hivi, shamra shamra, safamu mambo kidogo, na kwa rahisi, gari kipita karafuu hapo, gari mwisho saa 10, sasa mpaka saa 2, kuna chake gari unapata kwa sababu watu wengi karafuu nini, si unajua tena. Na si wengine, ndugu na jamaa hurudi huku, watu kwa miaka mitano hawajarudi vijijini huko, ndio tafuta maisha. Ikifika msimu kama hivi, wanakuja Nashauri serikali kutoa hatimiliki ili kuepusha kuva, kuvamia watu kuvamia mashamba mpokoasw ya kwao, hasa wakati wa mavuno, kwa sababu kabla ya mavuno watu waoni. Ikifika msimu kama watu nasura ngeni ngeni, kila mtu anakipanga hivi, aonyeshea mipaka, lakini mtu akiwa na hatimiliki yake mwenyewe kidogo na kwa ile na kwa dua hata leo nyang'anyifu ile kidogo unapungua. Kali itafanya vizuri sana ikifanya hivyo. Vizuri sana. Sana. Itafanya vizuri na tunaiombe tunaiombea kwa Mungu wa uendeleze wa mpango. Kama upo basi wa, kama yani wana mpango huo wa kufanya basi wa ufanye. Na kama washafanya waendelee kufanya. Kwa sababu kila siku wanatokea mambo ajabu ajabu kwenye mashamba. Watu wanapokonya mashamba yao kwa sababu tu ya udogo wao au mtu hana ile hatimiliki. Yaani ile yangu yangu hana. Mtukachwa kipande cha urisi ura waraka na mtu mwingine, yuko mwengine, uko Nguja, uko babae, kashakufa kajua kipande cha urisi. Mtu anakuja kula, bwana wewe, babako alikuwa ana shamba, waraka hapo. Tawaambia nini? Anachukua serikali. Wafanya hivyo, nikipewa hati itakuwa tayari nimepiga hatua moja katika mia. Na sio hili la shamba la mikarafutu, nina mashamba mengi ambayo tayari yamenishinda kuimarisha, mpaka nafika mengine kunyanganywa. Kuna mashamba mengine sasa hivi tuna kesi mahakamani watu wamenidhulumu. Utokea kufa kwa babu yangu, mashamba yale hatujarithi, lakini tayari watu wakulima tu tayari wanajimilikisha na kupanda miti ya kudumu. Sisi wenyewe tunapanda miti ya kudumu tayari, watu wanaua, wanapanda yao, kwa hiyo kujimilikisha, kwamba tayari wanasema wamepewa na serikali hali ya kwamba hawakupewa na serikali. Kwa upande wake katibu wa kamati maalum ya NEC Zanzibar idara ya itikadi wenezi na mafunzo Khamis Mbeto Khamis amesema Chama cha Mapinduzi kimepongeza kwa dhati kauli ya Mheshimiwa Rais ya kuwapatia wananchi wa Pemba hati miliki hasa wale wanaojishughulisha na kilimo cha zao hilo, akibainisha kuwa hatua hiyo ni kielelezo cha mapenzi makubwa ya serikali kwa wananchi wake. Sisi kama chama cha mapinduzi tumefurahia sana kauli ya mheshimiwa rais kwamba kuona sasa ili zao la karafuu linakwenda e, staili nyingine, kweli siopudika mashamba haya. Mnaona mengi hapa Pemba ni mashamba ya serikali ambayo serikali inakuwa inakodisha kupitia wizara ya kilimo inayokodisha wananchi kila msimu wa karafuu ili kwa ajili ya kuvuna na kulisafisha zao na kuuza na kusafirisha. Serikali imekwenda mbali, na ikumbukwe kwamba si mara kwanza, kwa mfanu, bea, kumbuka, ya kwanza serikali kuchukua hatua kama hizo. Kwa mfano hata bei ya karafuu, mnakumbuka serikali ya awamu ya saba ya Dkt. Ali Mohamed Shein wao ndo wanakuja na mpango kwamba kupitia baraza la mawaziri manaake baraza la mapinduzi kwamba zao la karafuu sasa hivi ile thamani ya karafuu inapatikana asilimia themanini irudi kwa e, mkulima mwenyewe kutokana na soko la dunia. Tulianza karafuu toka kilo ilikuwa inauzwa shilingi elfu tatu ikaja mpaka elfu kumi na tatu na kumi na nne ambapo bei hii sasa hivi ndio bei ambayo asilimia themanini ya soko la dunia lakini Dkt. Hussein Ali Mwinyi kaenda mbali zaidi katika kuijali karafuu ya Zanzibar na kuwajali wakulima wa karafuu wa Zanzibar yeye yeah, akaona sasa baada ya mashamba kumilikiwa na serikali kupitia wizara ya kilimo, kama sasa serikali itatoa hati miliki kuwapa wale ambao wanaokodishwa mashamba mashamba atakuwa ni kwao, na kwa maana hiyo itakuwa wana uwezo sasa wa kurithi na vizazi vyao la mheshimiwa rais Dkt. Hussein kuhakikisha anaiboresha karafuu ili ipatikane kwa wingi na mikarafuu ihudumiwe maana, zamani mtu anakodi, anajua hichi kitu si changu, ikimaliza mavuno analiacha kama kawaida. Kwa maana sahivi tunatarajia baada ya mpango huu ambao unakwenda kutekelezeka, e, wa kukabidhiwa rasmi ni hati za kumiliki, tunatarajia mashamba yatakuwa safi, yataimarika na tutaengeza e, upandaji wa mikarafuu. Unaikumbuka marashi ya karafuu ya Ndala Kasheba? Sasa haya ndo marashi yenyewe ya karafuu. inapofika msimu wa mavuno ya karafuu kila mwenye shamba lake au kila Mzanzibari lazima aje katika kisiwa cha Pemba, ambapo Unguja nzima huwa inanukia karafuu. Na zao hili linavunwa misimu miwili kwa mwaka, na hii ndio hatua ya mwisho ya uanikaji wa zao hili la karafuu, na mara baada zinapokauka zinapelekwa katika sehemu husika kwa ajili ya kuuzwa. Kutoka katika kisiwa cha Pemba, mimi ni Lupe na Castle, na hii ni Coconut 1.9.